Haya, kwingineko, naibu rais profesa Kithure Kindiki amewahimiza viongozi na wakazi kutoka eneo la kati wajiepushe na siasa za migawanyiko na badala yake kuunga mkono ajenda ya serikali ya maendeleo. Akiongea katika soko la Kibingoti, eneo bunge la Ndia, kaunti ya Kirinyaga, naibu rais alisema anasikitika kushuhudia wakazi wakizozana na kuharibu mali kutokana na tofauti za kisiasa. Kindiki alikariri kwamba utawala wa Kenya kwanza umejitolea kutimiza ahadi ilizotoa kabla ya uchaguzi wa, wa wakazi wa eneo hilo. Aidha, aliwahimiza viongozi pamoja na wananchi kupea kipaumbele umoja wa maendeleo baada badala ya migogoro ya kisiasa. Kindiki aliyasema hayo alipofanya ziara ya ghafla ya ukaguzi wa miradi ya kiuchumi ya serikali katika kaunti ya Kirinyaga. Wakati niliona hapa Central for the first time ati kuna wananchi wanachoma mali ya wengine, ati kwa sababu kuna watu wanachukua kibiriti na petroli, unaenda unachoma duka ya mtu ambaye labda ame, ameomba loan, ameajiri watoto wetu watano pale, unachoma ati kwa sababu umekosana na mtu fulani, mambo ya siasa. Mimi nataka tukubaliane tukubaliane vile mheshimiwa amesema, na mimi na wale viongozi wengine like minded leaders kutoka eria hii yetu ya Central, sisi tuwe watu wa bidii. Wananchi na viongozi tuwe watu wa bidii katika siasa ya kuharibu mali ama siasa ya kufunga barabara, hiyo siasa haisaidii. Hata tukiwa na shida ama tukiwa tumekosewa na viongozi, tutafute njia ya kuleta malalamiko yetu, kwa sababu wakati unachoma biashara ya mtu, huyo ni jirani yako.